Naam, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya laana na maagano, na kichwa somo letu kinasema, je, mtu aliyemwamini Yesu Kristo anaweza akawa anafuatiliwa na laana za ukoo au maagano ya ukoo au ya kifamilia au zile roho za kufuatilia? Je, hili jambo kwa mtu ambaye amemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake linaweza likawa linatokea kwake? Kwa sababu sio mara moja, sio mara mbili, unakuta kwenye makanisa mengi unakuta, kuna maombi yanasema, maombi ya kuvunja laana na ukoo na na na maagano. Sasa je eh, kuna maombi ya kuvunja laana za koo na maagano, na kwa mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo yupo anatumika mbele za Bwana ni mtu ambaye amekaa katika utukufu wa Mungu anaweza akawa na laana zinazomfuatilia au maagano yanayomfuatilia kweli mpendwa katika bwana twende tukajifunze somo hili kwanza, kabisa mpendwa katika bwana tujue kwanza maana ya laana lakini pia na maana ya maagano ni nini agano ni makubaliano yote ambayo yanakuwa yamefanyika baina ya pande mbili, hizi pande mbili inaweza nikawa ni pande nzuri au ikawa ni pande mbaya na katika agano hasa kwenye maagano ya kifamilia manake, kila tabia na kila taratibu za watu zitakuwa zinaenda kufuata mfumo ule ule, yaani kuna kuwa na mtiririko ambao upo, mwisho wa siku wote wanakuwa wanaenda katika mfumo. Kwa mfano, kama ni vitu vizuri, labda ni labda ni, ni, ni afya afya afya afya. Kama ni mambo mabaya, unakuta umaskini umaskini umaskini, magonjwa magonjwa magonjwa magonjwa, inakuwa hivyo. Lakini pia kwenye issue ya laana laana ni adhabu ambayo anapewa mtu au inapewa familia juu ya utovu fulani au kukosa kwa sheria fulani. Hiyo inaitwa laana sasa hiyo laana ukishakuwa umeipata, mwisho wa siku inakuwa inaambukiza, manake ukilaanika, manake kinakuwa kimelaanika kizazi chako chote. Kwa mfano e, Adamu katika bustani ya Edeni alipo fanya lile kosa tu akalaaniwa, Mungu akamlaani Adamu. Kumlaani kwa nini? kuzaa kwa, u, kuzaa, akam, akamlaani kuzaa kwa uchungu hawa, lakini pia kutafu, kula kwa jasho, ardhi ikalaaniwa, na kufa pia kukaanza, na vitu vingine vikaanza pale. Hiyo ni laana, kwa alienda kinyume na utaratibu wa Mungu, mwisho wa siku akalaanika. Sasa vipi kwa Mkristo, mtu ambaye amepokea amempokea Yesu anaweza kuwa na maagano kweli? Mpendwa katika Bwana, kwa hiyo context ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Tukumbuke maana ya kumpokea Yesu Kristo ni nini. Kwenye Wagalatia tatu, ule mstari wa 13 kusoma na 14, anasema Kristo ametukomboa kutoka katika laana ya torati, yeye alifanyika kuwa laana, alafu sisi tukawa baraka, ili tuweze kuzifikiria zile baraka za Ibrahim zote tukawa tukuzipata sisi. Kwa hivyo, kwa kuwa alitukomboa kwenye laana ya torati hivyo mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo hakuna tena laana juu yake. Anasema pia kwenye kitabu cha Warumi nane ule mstari wa kwanza, anasema hivi, hakuna adhabu ya hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo kwa wote ambao wako ndani ya Kristo hakuna adhabu ya hukumu. Kwa nini ninaongea jambo hili wapendwa? Ukisha kuwa umeingia kwenye lineage, au umeingia kwenye mtiririko wa damu au DNA ya Yesu Kristo hakuna tena laana ambayo itaingia kutoka kwenye familia kwa sababu hizi laana zote ambazo tunapambana nazo sosi yake kubwa ni Adamu. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia na kwa mtu mmoja dhambi inaondoka. Kitabu cha Warumi tano ule mstari kuanzia wa 15 mpaka ule mstari wa ishirini na moja. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia lakini pia kwa mtu mmoja dhambi inaondolewa. Laana ile yote inafutwa na kuondoshwa. Sasa kama tunakuwa tumehama kutoka kwenye mfumo mwingine na kuingia kwenye mfumo mwingine, hivyo hakuwezi kuwa tena na laana ambayo inakuwa inatufuatilia. Mpendwa katika Bwana, nataka twende tukaangalie mifumo hii miwili yani, katika mfumo wa Yesu Kristo na mfumo wa Adamu, au nataka nizungumze kwenye mfumo wa wako na mfumo wa, wa familia, lakini na mfumo wa Kristo. Unapokuwa umeingia katika mfumo wa Kristo hakuna tena laana, hakuna tena maagano, hakuna tena nira ambazo zimekushika kutoka kwa bibi zako kutoka kwa babu zako kuja kwako. Kwa nini? linapofanyika unapobadilisha mfumo, lazima pia mienendo ibadilike. Ukianza kuangalia huwezi kwenda kuchuma mapera kwenye muembe, hauwezi kwenda kuchuma zabibu kwenye mgomba. Mpendwa, huo ni mfumo, kwa sababu sio mfumo wa zabibu, sio mfumo wa mapera Inatakiwa pera likachumwe kwenye mpera, inatakiwa zabibu zikachumwe kwenye mzabibu. Kwa hiyo ukienda kukuta mzabibu kwenye mpera, kuna tatizo hapo, haiwezekani kwanza jambo hilo. Basi hili jambo naliongea kwa nini? Mungu wakati anafanya agano jipya na nyumba ya Israeli, lakini pia na dunia nzima, alipokuwa akifanya agano jipya, alilivunja lile agano la kale, yani agano la sheria, akaliweka agano la Roho katika agano la roho hakuna tena kupatiliza uovu wana makosa ya baba zao. Kwenye kitabu kile cha Yeremia thelathini na moja ule mstari kuanzia wa ishirini na tisa soma mpaka thelathini na nne pale akawa anawaambia baba zetu wamekula zabibu kali na meno yetu yametiwa ganzi, au baba zetu wamekula vitu vichungu alafu meno yetu yametiwa ganzi. Na nilifundisha vizuri sana kwenye akati nafundisha kwamba hakuna Hakuna, hakuna hakuna hakuna dhambi ya kulisi kwa Mkristo. Nilifundisha somo hili vizuri sana. Sasa baba zetu wamekula zabibu kali, alafu ganzi tunasikia sisi watoto? Inawezekanaje jambo hili? Mungu akasema hakutakuwa tena na maana hii kwa kuwa kila atendaye uovu, huo uovu ataulipia. Katika kila ambaye anakuwa kwenye agano hilo, hilo agano ndilo linaloenda hilo. Ambapo ukiwa kwenye mfumo fulani, huo mfumo ndipo utakaoendea huo mfumo. Ukiwa katika mfumo wa Adamu utapata matunda ya mfumo wa Adamu. Ukiwa katika mfumo wa Kristo utapata matunda ya mfumo wa Kristo. Mpendwa, anasema nitafanya ni agano jipya na nyumba ya Israeli, litakuwa sio kama lile agano la kwanza, bali litakuwa ni agano jipya. Ukienda kusoma kitabu cha Ezekieli kumi na nane kuanzia mstari wa kwanza, kwanza pale anaanza kuzungumza, lakini Bwana amesema kwamba nini maana ya methali hii ambayo mnaitumia kwamba baba zetu wamekula vitu vichungu alafu ganzi tunasikia sisi. Yaani baba zetu wamefanya dhambi alafu ganzi tunasikia sisi. Kama baba amekula zabibu kali ganzi kwa nini nisikie mimi? Mungu anasema hivi, hakutakuwa na sababu tena ya kutumia methali hii kwa kuwa watu wote ni wangu, baba ni wangu na mtoto ni wangu. Alaye zabibu kali ganzi ataisikia ye. Yaani kila mtu kila nafsi itendayo dhambi itahukumiwa katika hiyo dhambi. Kwa maana akiwa anamaanisha nini? Tukiingia katika agano jipya, wewe ukisha break, ukisha muamini Yesu Kristo, tayari umeshavunja ule ule ule mfanano wako wewe na wazazi wako wako, wewe na, na bibi zako wako, wewe na babu zako ile, mfanano au mfatisho ule umeshaondolewa. Ndiyo maana ya kuja kwa Kristo, huko alipokuja Yesu Kristo ni kutukomboa kutoka katika laana ya torati. Mpendwa katika Bwana, nataka pia nizungumze kwa habari ya kitu kimoja hapa cha msingi sana kwa habari ya uanzishwaji wa kanisa. Kanisa katika lugha ya Kigiriki neno e klas, e klasia likiwa linamaanisha kutoka kuitwa, kutoka kuitwa kutoka sehemu fulani, au kuitwa kutoka katika kundi fulani. Maana yake ek is out, lakini klaso, klasio, au klasia maana yake likiwa linamaanisha kuitwa. Kitendo hicho kinamaanisha nini? Mungu alipokuwa akiwaambia anamwambia mitume anawaambia kina Petro katika ile Mathayo 16 ule mstari wa 18 kwamba wewe ndiye Petro, najua mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata milango ya kuzimu haitalishinda. Ukisha kuwa umemwamini Yesu Kristo, hakuna tena kuzimu kunaweza kukaingia kwenye mfumo wako wewe, yani hakuna tena agano kukufatiza, hakuna tena agano la babu la maji la nani kuja tena kwako, kwa, kwa, kwa. kwa sababu umehama kwenye mfumo, umeingia kwenye mfumo mwingine, mpendwa. Tunamkumbuka e, na Ibrahimu wakati anatolewa kule Uru ya Kaldayo kwenye ile Mwanzo kumi na mbili, Mungu wakati anamwita kile kitendo cha kumwita Mungu, anamwambia Ibrahim, toka katika jamaa zako na ndugu zako, uende mpaka mahali ambapo itakuelekeza Mungu. Anataka akakae aka, aka, aka, aka, aka na huko na Ibrahimu. Ibrahimu, baba yake Tela alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa, wa masanamu ni mtu wa kuabudu mashera na vitu vingine. Lakini Mungu anamtoa kutoka katika mashera, kutoka katika zile ibada za baba yake Tera na kumweka katika utukufu na ili aende kumbarikia na kumongeza. Yaani akiwa tukiwa na maanisha nini? Anamtoa katika laana na kumweka katika utukufu. Kitendo cha kumwamini Mungu mpendwa. Ni kitendo cha kutoka kwenye laana na kuamia katika ule utukufu wote wa Mungu. Sasa hilo jambo halikuishia hapo tu. Hilo jambo halikuishia hapo tu mpendwa. Wewe ambaye umeshamwamini Yesu Kristo hauhitaji tena kwanza kupigana na maagano eti ya bibi zako au babu zako. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mungu ameshakutoa amekuita, kutoka katika babu zako na bibi zako, umeenda katika mfumo wa Kristo. Kwa kuwa umeenda katika mfumo wa Kristo, umeingia kwenye mfumo mwingine kabisa. Unaporudi kwanza kupigana na maagano, unaharibu kabisa maana ya wewe kuitwa mwana wa Mungu au kuingia katika ule mfumo wa Mungu, wapendwa. Na hili jambo hili, ukishakuwa umemwamini Yesu Kristo, manake hakuna tena laana ya bibi, hakuna tena vitu ambavyo vinafuatilia, hakuna tena tabia fatilizi kutoka kwa baba yako au kutoka kwa mama yako kuja kwako, au kutoka kwa dada yako kuja kwako, mpendwa katika Bwana. Kwa nini ninasema hakuna laana, hakuna maagano yanayokufuatilia mtu ambaye yupo katika Kristo au mtu ambaye umemwamini Yesu Kristo? Nataka tutumie mfano wa mtu mmoja ambaye anaitwa Ruthu. Nadhani watu wengi tunajua habari ya Ruthu. Ruthu alikuwa ni moja ya familia au kutoka katika kabila ya Wamoabi ambao Mungu alikuwa amewakataza kabisa kuchangamana na wana wa Israeli au taifa la Mungu, mpendwa katika Bwana. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ule mstari, ule mlango wa 23, ule mstari kuanzia wa 3 Mungu anasema kwamba Mwamoni wala Moabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha kumi wao wasiingie katika mkutano wa Bwana milele. Mpendwa katika Bwana, angalia hii ni laana ambayo Mungu amewalaani Waamoni na Wamoabi wasiingie katika kusanyiko la Israeli hata kizazi cha kumi. Ni laana ya muda mrefu sana, wasiweze kuingia katika mkusanyiko wa Israeli. Kwa nini wasiingie? Kwa sababu wali, waliwatia wakati wanatoka Misri, hawa wa Moabi waliwakataa wana wa Israeli. Kitendo cha kuwakataa, Mungu akawalaani hawa wa Moabi. Kwa hiyo wa Moabi wakiwa na laana, kama wewe hapa ambavyo ulikuwa nje ya Kristo au kama mimi hapa ambavyo nilikuwa nje ya Kristo, nikawa nimelaanika kwa kitendo hicho. Wa Moabi wamekataza, lakini huyu Ruth ni Moabi, lakini mke wake Naomi yeye ni mtu wa Israeli au ni mtu wa Yuda. Sasa huyu wakati na, Naomi ana, anaondoka kwa Wamoabi anarudi Yuda, kwa sababu walikimbia njaa. Anaporudi watoto wake wamekufa, ikabidi awaambie wako zake wabaki tu wakaolewe huko kwao, warudi kwa watu wao wenyewe. Mkwe mmoja akawa amekubali kwenda, lakini yeye Ruth akakataa, akamwambia naomba usiniache, naomba watu wako wawe watu wangu na Mungu wako awe Mungu wangu. Kwa kitendo hicho Naomi akaangalia moyo wa Ruthu akamkubalia Ruthu kuweza kuingia kati ya miongoni mwa familia ya Israeli. Alipokuwa ameingia, kitendo hicho cha kukubali tu kuingia, kubadilisha mfumo. Mpendwa, unapokubali kuingia katika mfumo wa Kristo, kila kitu kinabadilika. Tunaona mtu ambaye alikuwa ni laana anaenda kupata baraka, anaenda kuolewa na Boazi Ruthu na huyo Boahi anazaa wafalme wengi kwa iyo, kwa tumbo la Ruthu la wanazaliwa watoto wengi wafalme wote wakina, wakina Daudi wakina Matani wakina, wakina Suleimani, mpaka Yesu Kristo anatoka kwenye hiyo hiyo kabila la Yuda, kwa tumbo la huyo Mwabi, mtu ambaye alikuwa amelaanika. Kitendo cha kubadilisha mfumo, kuingia katika mfumo wa Mungu, anaingia katika familia mpya, anaingia katika baraka, si tena katika laana. Wale wa Mwabi wengine walibakia katika laana hivyo Mungu amemwita Naomi amemwita Ruth kutoka katika Moabi na kuja katika, eh, familia, katika katika koo za Israel ili kuweza kutengeneza ukombozi na neema kwa mtu ambaye ha, ukiwa katika Kristo ninachomaanisha mpendwa, ukiwa katika Kristo hakuna tena laana inayokufuatilia. Hakuna tena laana za Wamwabi zilizokuwa zikimfuatilia Ruthu, bali ni baraka na neema. Na Mungu hakuhesabu tena laana ambao alikuwa amewalani ya, viz, ya kizazi cha kumi. Kwa sababu ukianza kuhesabu toka hii sheria inatungwa mpaka kuingia kwa Ruthu ni miaka mingi, ni miaka mingi, lakini haikufika vizazi kumi. Vizazi kumi mpendwa ni miaka mingi mingi mingi sana, haikufika vizazi kumi, ni miaka mingi kwa, kwa kitendo hiki unaanza kuona kumbe Mungu Unapokuwa umemwingia Yesu Kristo, unapokuwa umeingia katika mlango huu wa ye kumwamini Yesu, unaona unakuwa na utoshelevu wote wa Mungu ndani yako, wala hakuna tena laana, hakuna tena maagano yanayoendelea kukufuatilia au kuja tena katika malango yako. Mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie kitu kimoja mpendwa, kabla sijamaliza video hii. Kwanza kumbuka, tumepokea roho ya ujasiri isiyoleta majuto wala isiyoleta roho ya nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu, na hii roho inatushuhudia sisi kwamba tu wana wa Mungu, kwa kuwa tumezaliwa mara ya pili. Kwa kuwa tumezaliwa mara ya pili tunafanyika kuwa ni watoto, tunaingia kwenye DNA, tunaingia kwenye mfumo mwingine mpya. Yani damu yetu sisi haisomi tena laana za babu, laana za familia yangu, laana za mama yangu, wala tabia na taratibu za mama yangu, bali zinasoma taratibu na tabia za Kristo Yesu anasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana tatu, ule mstari ukisoma wa kwanza na wa pili, anasema tazama, ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, ndivyo tulivyo. Kwa maana hatujajua bado tutakavyokuwa, lakini tunavyojua tutafana, atakapofunuliwa tutafanana naye, mpendwa. Kwa hiyo kwa kuwa tumeitwa wana wa Mungu, tumefanyika kuwa wapya tena katika kumwamini Yesu Kristo, katika kumwendea Yesu Kristo. Pia anazungumza jambo hili katika ile Warumi nane kuanzia mstari wa kumi na saba pale. Anazungumza pia jambo hili mpendwa. Kwa kuwa tu watu wana basi tumekuwa ni warithi tena walisio pamoja na Kristo. Kwa kuwa tu unalisi pamoja na Kristo. Hivyo hatuwezi tena kuwa na zile pateni. Hatuwezi kuwa na na vile tena viashiria au vitu kutoka katika laana za baba, laana za babu, laana za mjomba, laana sijui za nani. Hakuna tena hicho kitu. Kwa hivyo hakuna laana hakuna maagano yanayofuatilia kwa mtu aliye katika Kristo Yesu, kwa maana ameingia kwenye mfumo mpya, yani mfumo wa kumwamini Yesu Kristo. Mpendwa, ukitaka kusema jambo hilo, unataka kuniambia kwamba Yesu Kristo ni mchawi, Yesu Kristo ni mzinzi, Yesu Kristo ni mwoga, Yesu Kristo ni mgonjwa, Yesu Kristo, kwa sababu ndio vitu ambavyo vinakufuatilia hivyo vitu, vinavyofuatilia: uoga, uhofu, mashaka, wasiwasi, magonjwa, nini. Kwa Yesu Kristo ni mgonjwa Ukishakubali kwamba e, nipo katika Yesu Kristo afu laana zinanifuatilia, mpendwa katika Bwana, hakuna laana, hakuna adhabu ya hukumu kwa wote walio ndani ya Kristo. Yeye Yesu Kristo alifanyika laana ili sisi tuwe baraka. Mpendwa katika Bwana, natumaini somo hili la kuhusu laana na, na maagano na mtu aliye ndani ya Kristo limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usahau kusubscribe ku like comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video hii mara kwa mara, pindi tunapo upload pia video zingine, waweze kuzipata. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe, nikutakia siku njema. Shalom, shalom.